Serikali ya Kenya imekamilisha mchakato wa kubadilisha mikopo mitatu ya ujenzi wa reli kutoka dola za Kimarekani hadi sarafu ya China yuan ikiwa ni hatua ya kupunguza gharama za ulipaji wa riba na kupunguza shinikizo la deni la kitaifa. Waziri wa Fedha John Mbadi alisema Jumanne kwamba hatua hiyo inahusisha mikopo mitatu iliyotolewa na benki ya Exim ya China kwa ajili ya ujenzi wa reli ya kisasa SGR kutoka bandari ya Mombasa hadi Naivasha. Kwa mujibu wa Mbadi, ubadilishaji huo utaiokoa Kenya takriban dola milioni 215 za Kimarekani kila mwaka katika malipo ya riba. Mabadiliko haya yanaanza kutumika mara moja na ni nafuu kubwa kwa bajeti yetu ya kitaifa, alisema Mbadi akiwaeleza waandishi wa habari jijini Nairobi. Mshauri wa rais kuhusu uchumi David Ndii aliongeza kupitia mtandao wa X zamani Twitter kwamba masharti ya muda wa ulipaji pia yameboreshwa. Tumeweza kurekebisha pia muda wa ukomo wa mikopo hiyo, aliandika Ndii bila kutoa maelezo zaidi. Kenya ilikopa takribani dola bilioni tano kati ya mwaka 2014 hadi mwaka 2015 kujenga reli hiyo ya kisasa ambayo inalenga kuunganisha bandari ya Mombasa na eneo la bara la Rift Valley kupitia Naivasha. Kulingana na takwimu za Wizara ya Fedha, kufikia Juni mwaka jana, deni lililosalia lilikuwa dola bilioni 3.5. Serikali ya China haijatoa maoni rasmi kuhusu uamuzi wa Kenya kubadilisha sarafu ya malipo, lakini wachambuzi wa fedha wanasema hatua hiyo ni ishara ya kuimarika kwa uhusiano wa kifedha kati ya Beijing na Nairobi. Kwa mujibu wa maafisa wa serikali, karibu asilimia 68 ya deni la nje la Kenya limewekwa katika dola za Kimarekani. Hali hii imefanya nchi kukabiliwa na athari za kupanda kwa viwango vya riba duniani na mabadiliko ya gharama za dola, jambo linaloongeza gharama za ulipaji wa riba. Kwa kubadili mikopo hiyo kuwa katika yuan, serikali inalenga kupunguza utegemezi wake kwa dola na kulinda uchumi dhidi ya misukosuko ya fedha za kimataifa. Serikali ya Rais William Ruto imekuwa ikifanya juhudi za kupunguza kiwango cha deni la kitaifa ambacho kwa sasa kinakaribia asilimia sabini ya pato la taifa GDP. Kupitia sera mpya za usimamizi wa deni, serikali inalenga kupunguza mteremko wa ukomo wa madeni na kupunguza mzigo wa malipo kwa hazina ya umma. Zaidi ya hilo serikali pia imeanza kutumia mfumo wa dhamana ya mapato revenue securitization kufadhili miradi mikubwa kama nyongeza ya reli kutoka Naivasha hadi mpaka wa Uganda na ukarabati wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa jomo Kenyatta, JKIA. Wakati huo huo, ujumbe wa shirika la fedha la kimataifa IMF upo Nairobi kwa mazungumzo kuhusu mpango mpya wa msaada wa kifedha baada ya ule wa awali kumalizika Aprili mwaka huu 2025. Mbadi alisema mazungumzo hayo yanaendelea vizuri. tunaihitaji IMF hali yetu ya kiuchumi imeimarika, lakini bado tunahitaji mikopo nafuu zaidi kutoka kwa taasisi kama IMF na benki ya Dunia, alisisitiza Mbadi. Hatua hii ya Kenya kubadilisha mikopo ya reli katika yuan inaonekana kama sehemu ya mkakati mpana wa nchi nyingi za Afrika zinazojaribu kupunguza utegemezi wa dola ya Marekani na kuchochea ushirikiano wa kifedha na China, ambayo inazidi kuwa mshirika mkuu wa maendeleo barani Afrika.